hatua hiyo inalenga kuboresha utekelezaji wa miradi ya maji nchini ikiwemo mradi wa maji wa Mkinga Horohoro ambao unatarajiwa kuwanufaisha wananchi zaidi ya elfu hamsini. Waziri Aweso ametoa maelekezo hayo wakati akipokea vifaa vya kumalizia mradi wa maji wa Mkinga Horohoro wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 35. 5 Nimekuelekeza kwamba kufanya tathmini ya wizara na taasisi zake kuhakikisha tuna watu ambao na wenye weledi wa kuhakikisha wanaweza kufanya kazi. Sina mashaka tuna watendaji wazuri wanaofanya kazi, lakini kwa mtu ambaye tunaona hapa, wewe ni mlegevu, hautufikishi ambapo tunataka kufiki, tutakuondoa. Hakuna njia nyingine, tutakuondoa. Akizungumza kwa niaba ya wizara, katibu mkuu wa Wizara ya Maji, mhandisi Mwajuma Waziri, amemhakikishia Waziri Aweso watendaji wa wizara hiyo watafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati uliopangwa. Ni waahidi wananchi wa Mkinga na Mheshimiwa Mbunge, sisi kama watendaji wa wizara ya maji tutafanya kazi 24 hours. Tunajikomiti kuhakikisha mradi huu utakamilika kwa wakati na tutasimamia ubora. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mkinga, Twaha Mwakioja anasema tatizo kubwa linalowakabili wananchi wa wilaya ya Mkinga kwa muda mrefu ni upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu zangu, ndugu zangu, wananchi wenzangu, katika tafiti iliyofanywa, changamoto kubwa inayotukabili sisi wananchi wa Mkinga, pamoja na mambo mengine, zaidi ya wananchi asilimia themanini wamelalamikia hali ya upatikanaji wa maji. Kwa upande wao baadhi ya wananchi wa wilaya ya Mkinga akiwemo Tifonya Mruma na Mkuu Mohamedi wamesema kwa muda mrefu wamekuwa wakilazimika kutumia maji yasiyo salama kwa matumizi ya binadamu, hali iliyokuwa ikihatarisha afya zao. Ninaishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mradi huu uliotuletea. Tunamwombea rais wetu, Mwenyezi Mungu ampe hatua, aweze kutukamilishia jambo hili tunapata shida sana wa maji, wa maji ya maji tunakunywa maji ambayo si salama. Tunamwombea Mungu Waziri wa maji Juma Aweso afanye bidii zake zote tupate maji salama, maji tunayokunywa, tunakunywa pamoja na nguruwe. Mradi wa Maji wa Mkinga Horohoro unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu ukilenga kuwahudumia wananchi wa vijiji thelathini na saba wa wilaya hiyo. Kutoka Mkinga, Raisa Said, Clouds Habari.